<tulay> Karibu sana ndani ya VAN TV Media, tuko live hapa Bamburi mwisho Mombasa ambapo kulitokea <tulay> <tulay> <tulay> tukio la watu wanaofiwa kuzama ndani ya <tulay>

So, shughuli tu za kuanza kutoa mili za wenda zao kwenye ile e, tukio la jana inaendelea hapa hivi. Mebidi tumekuja kuhakikisha e, tufuatilie tu hizo stories zote jinsi zinavyoendelea mwenye najua yo ni bwana, hakuna pesa basi, nihakuna esa kesho. So ni shughuli tu za kutoa miili za wenda zao. Sasa tuko hapa live kama wana Van TV Media kuwaonyeshe live kila ambacho kitakuwa kinaendelea mal <tio> mpaka siku ya mwisho, sawa. Naam, hujambo kokote uliko na karibu tena kwenye habari za wana Van TV Media tukiwa pamoja na wana leo hii. Kama unavyotazama, kando yangu, huu ni umati wa watu ambao unaweza kushuhudia kile ambacho kinaendelea katika sehemu hii. Ni kwamba kumekuwa na maporomoko ambako wakazi wa eneo hili, baadhi ya vijana walikuwa wakiutazama mchezo wa mpira wa miguu baina ya timu ya Manchester United wakicheza G dhidi ya wana Wolf au mbweha hapo jana, ambapo maporomoko hayo yaliweza kutokea. Na katika hafla hiyo, inasemekana kwamba wale ambao walikuwa wameketi katika viti vya mbele waliweza kuya, waliweza kutumbukia katika shimo ambalo liliweza kutokea ghafla, na baadhi ya vijana wameweza kupotea. Idadi ya watu ambao inasemekana kwamba imeweza uh, kupotea ni takriban watu watano kulingana na ripoti ambazo tumeweza kuzipata kutoka kwa baadhi ya wakazi ambao tumeweza kuzungumza nao, wametuambia kwamba baadhi eh, takriban karibia watu watano wameweza kutumbukia katika shimo hilo, na hauenda uh, hawajulikani ni akina nani, wengine hawajaweza kutambulika walikotoka, na kando yangu utaweza kugundua kwamba kuna zile pilikapilika na hafla za kaunti ya Mombasa kuweza kujaribu kuona kama wanaweza wakatoa manusura hao e, kutoka katika maporomoko hayo. Nyuma yangu kuna gari hili, kuna vitengo vya polisi pale a, zaidi a, si moja wala mbili wala tatu. Halafu huku kuna yale magari ya kuvuta kuna yale magari ya kuvuta maji kutoka pale, kwa maana inasemekana kwamba wameweza kuzama na maji yameweza kuwafunika, na mtazamaji wetu wa Van TV Media, kama tunavyoendelea tutakuwa na kurushia, uh, na kupeperushia moja kwa moja kutoka sehemu hii ya Bamburi Mombasa, kwako kwa studioni bwana Van TV. Nite Clinton Shim nikiwa eneo la Bamburi. bye, bye.

So guys, jinsi nimeweza kuwaambia we are here guys, tunaweza kuwaonyesha live what's happening here. Uh, ni ile tu janga ambalo lilifanyika hapo jana, vijana uh, wamesemekana um, vijana wanne waliweza kutumbukia ndani ya choo wakiutazama mpira. So, um, nimebidi kuja hapa tuangalie process ya kuwatoa ama process ya kutoa miili eh, kwenye hiyo shimo inaendele, inaendelea nini, ndo inaendelea kwa sasa. Bado bado nina ninaanza, nataka tuwaonyeshe kama live media kwa live hapa, tuangalie live, the live event, live process not event, live process of these things. Na niko hapa na Shims Media. Kama unavyomjua huyu eh, unaweza enda na, pale five, kwenye channel yake pia au mtafute Shims Media Kenya tumekuwa live na tumekuwa hapa kutoka asubuhi saa 12 guys. Nimeenda paka kwa ile Shimo bro, I'm telling you, hapa mm, ni hell. Hata hata kama wanasema watakufuwa watu within 6 hours, it can't happen hata na 2 days. Nihata mm. Kama wanasema watafuku watuahapo koa kwenye kumechimbika kume, kume, kume hayo maji yanatoka chini yanatoka chini. Sasa wale vijana wameingia pale ndani, it's it's very it's very sad. County government ya Mombasa please react haraka, hizi familia wasikae hapa usiku mwingine, usiku wa kwanza au wa pili. Lakini naona process ndio ndio ulikuwa mtu um, um, ulitangulia hapa labda process imeanza, ama iko vipi? yani labda

rangi kidevu hivi yule, wale wawili walikuwa hapo, nafuta nafuta na kidevu yake kidevu kidogo amepaka paka rangi, simjui jina, alikuwa hapa sasa hivi. Wale wawili wa kufuta nafuta, sasa hivi alikuwa hapa

Baada ya bado lazima wana VAN TV Media, sijaanza bado, tuko tu hapa lazima, wana kenye kinaendelea hapa na ma Red Cross wamekuja. Pia kuna county government ya Mombasa, pia naye imerespond, imeleta hapa zile magari zimamoto. Pia tumeona kuna gari yenye itakuwa inanyonya maji kama jinsi inasemekana, maji ni mengi, ndio shimo limeenda chini sana, na prosesi ya kuwatoa inasemekana itakuwa prosesi, yaani itakuwa ni kazi zaidi, but acha tuombe Mungu atolewe safe